I muru mwamba, nakubali kupokea huduma hii, kupokea ya utumishi mtakatifu. Ikiwa mchungaji, nitenda kazi mwaminifu katika kanisa katika katika kanisa hili la mlima wa mzeituni na huduma hii, ninaahidi kudumisha uhusiano na ushirikiano miongoni mwa viongozi wenzangu na watumishi wenzangu. Nitakuwa mtiifu kwa uongozi wangu wa juu katika kanisa hili, nitafanya na kufanya yote kama nilivyokubali hapo juu. Kama na nitatumisha na kuhubiri amani, mshikamano na, na uwajibikaji mishikaji, katika jamii na katika huduma hii hi ya Mlima wa Mizeituni ya nitatumisha uhusiano kati ya kanisa langu na madhehebu mengine, mengine. nitakuwa mwaminifu katika utumishi wangu, wangu. Nitakuwa mkweli na kudumisha utakatifu na, na ushuhuda mwema, na mwema, katika, mwema katika, maisha katika maisha yangu na katika utumishi wangu. Nitamtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda na kwa moyo wangu wote. Nitakuwa tayari kushauri wengine na kushauriwa. Nitakuwa tayari kuonywa na kukemewa pale nitakapokosea itakuwa kielelezo kwa wengine katika utumishi wangu, nikiwa kama wakili na mchumbe wa Mungu. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ninaahidi kuyatimiza hayo. Bwana Mungu Mwenyezi anisaidie. Amen. Neno lake kwa neema yake na kuwaita watu katika utumishi. Mungu Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi, na baba wa bwana wetu Yesu Kristo, anayetoa vipawa karama na kunuma, amekuita katika utumishi wake, nami leo ninakukabidhi katika madhabahu ya mbingu na kukuweka wakfu katika utumishi huu. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa wema na fadhili zako. Tazama, tunamweka mikononi mwako mtumishi wako huyu tuliyemtia mafuta katika madhabahu hii kwa ajili ya utumishi wako, kulisimamia kanisa, kusimamia mioyo ya watu. Ninaachilia hekima achilia maarifa, achilia imani, achilia karama marumaro, ni midi, midi ya kua manuma roho, ustahimilivu, vipawa na katama, ili akaitende kazi hii kwa uaminifu, kwa bidii, bila kulalamika na bila manung'uniko katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninasema asante kwa kuwa wewe ni Mungu unayetenda sawasawa na mapenzi yako. Mafuta haya yakawa ni ishara ya uwepo wako juu ya utumishi wake. Na sasa, Bwana Mungu mwenyezi aliyeyahamngu yote akutegemeze na kukuongoza. Bwana akubariki kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Jua la haki la neema likuangazie. Nami na kuweka wakfu sasa katika madhabahu ya Bwana, na mkono wake ukuangazie pande zote na majukumu yote yatakayowekwa chini yako. Ukawe kinara kwa familia yako Ayo kinara kwa mwili wa Kristo katika jamii. Bwana kupe kibali kumwingia hapo na kutoka hapo, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunaomba na kushukuru, amen.